Tukiachana na hayo seneta wa Nandi Samson Cherargei alijipata mashakani kutokana na matamshi yake ya kuunga mkono utekaji nyara wa wanaharakati wa Kenya kwenye mataifa jirani. Cherargei aliyezungumza kanisani huko Kapsabet siku ya Jumapili alipongeza viongozi wa Uganda na Tanzania kwa kukabiliana na wanaharakati na kusema Kenya itamalizia pale walipoachia na kama navyotuharifu Gatete Njiroge, kanisa la KAG alikozungumzia Cherargei limejitenga na matamshi hayo huku seneta huyo akishikilia kuwa hataomba msamaha. Katika kanisa la KAG mjini Kapsabet Jumapili, seneta wa Nandi Samson Cherargei na mbunge wa Tinderet Julius Meli walijumuika na wakazi kwa ibada na fursa ilipotolewa kwa viongozi kuhutubia waumini. Seneta Cherargei akazamia swala la utekaji nyara wa Bob Njagi na Nicolas Oyo. Kulingana naye, hatua iliyochukuliwa na serikali ya Uganda ilifaa. Wezienda kwa nyumba ya mtu unaanza kukoragana. Mimi nataka nimuulize Mweshimiwa Samia Suluhu Hasan, Mweshimiwa Museveni. I want to ask President Museveni and President Samia Sulu Hasan if you get any busy bodies activist who want to destabilize the sovereignty and the peace and tranquility of your country, finya hawa, warudishe nyumbani tuwamalizie. Akiwaonya wanaharakati wanaopigania uongozi bora Afrika Mashariki, Cherargei anasema ziara hizo ni za kupeleka tabia za maandamano nchi jirani. You don't have any business. I want to warn our activists who are busy about this. Stop exporting your bad manners to other countries. Tuheshimu tabia na mienendo za watu ya huko, au namna gani? Vilevile wale huishimu tabia na mienendo za watu ya Kenya, si namna hiyo, ili tabia zetu na mienendo zetu izilete vurugu katika eneo letu ya Afrika Mashariki. Usimamizi wa kanisa la KAG umejitenga na matamshi hayo na kusema ni ya kugawanyisha na hayakufaa kutolewa kwenye madhabahu. Wameendelea kwa kukosoa viongozi wanaojaribu kutumia kanisa kueneza semi za kisiasa. Uongozi wa kanisa hilo umewaomba viongozi kususia matamshi ya kugawanya wananchi na kupima maneno wanapohutubia waumini. Na Cherargei hakukomea hapo. Mapema leo katika makao ya bunge, seneta huyo wa Nandi alirejelea matamshi yake na kusema hataomba msamaha. There is Hawa nyumbani tutawamalizia, is to take good care of them. Haya yamejiri huku Njagi na Oyo wakiendelea kupokea matibabu na ushauri na saha baada ya kutekwa nyara na kuzuiliwa kwa siku thelathini na nane. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.